Takriban siku nne baada ya Rais William Ruto kutumia hafla ya maombi ya kitaifa kuomba radhi kwa Wakenya na haswa vijana wa kizazi cha Gen Z kuhusiana na madhara waliopitia wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 sasa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amemtaka Rais Ruto kuhakikisha familia zote za waliopoteza maisha yao na walioadhirika kwa njia moja au nyingine wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 pamoja na maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka uliopita wanafidiwa kwa madhila waliopitia, ndiposa taifa lisonge mbele kwa umoja na utangamano.

And in unity. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 62 ya madaraka katika uwanja wa Raila Odinga kaunti ya Homa Bay, kiongozi huyo wa chama cha ODM amesema msamaha aliyoomba Rais Ruto wakati wa maombi ya kitaifa ilikuwa tu mwanzo wa mchakato wa kutoa haki kwa walioadhirika wa kwa njia wa moja au nyingine wakati wa maandamano hayo mawili nchini. A lot of issues,

As a first step to reconciliation. Naibu wa Rais Kithure Kindiki kwa upande wake akiwataka viongozi wa kitaifa na wa kaunti zote 47 kuwajumuisha vijana katika maswala ya uongozi na kuzingatia maoni yao katika kubuni sera za miradi ya maendeleo.

No generation is superior to the other. Awali, Odinga alikuwa amemsihi Rais Ruto kusitisha mienendo ya kurejesha utawala wa mikoa akisema mfumo huo hauna nafasi katika Kenya ya sasa chini ya katiba mpya ya mwaka 2010. Your excellency, I want to plead with you. Do not resurrect provincial administration. Provincial administration is a relic of colonialism. That has no place today in a free and independent Kenya. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. Mary Kialo, Undugu TV.